Tunaendelea na hilo oparesheni ya dada poa na, na kaka poa kwa mkoa wa polisi Kinondoni. Eh, tulifanikiwa kukamata uh, madada poa 76 ambao maeneo mbalimbali ya ya Kinondoni, Oysterbay, eh, Magomeni lakini upande wa mkoa wa Temeke uh, pia tulifanikiwa kukamata madada poa ishirini na wawili ambapo chango Chang'ombo walipatikana kumi na mbili na Mbagara walipatikana madada poa kumi, e, maeneo ya Ilala jumla walikamatwa dada poa hamsini na moja kutoka eneo mbalimbali tofauti ya Msimbazi, Buguruni na Stakishali pia amekamatwa jumla ya makaka poa kumi na wawili ambao kumi na moja wanatokea Buguruni na moja kutoka kutoka kutoka Msimbazi. Lakini niseme hawa ndugu zetu dada poa kaka poa e, wana changamoto zake, kwa sababu majambazi wengi wanakimbilia pale, e, wahalifu wengi wanakimbilia pale. Kwa hiyo kuwakamata na kuwahoji kunasaidia kupata mambo mengi sana kuhusiana na haya hata madawa ya kulevya pia. E, wengi unakuta wanajua watu wanaoyatumia, wengine wanashiriki. Kwa hiyo naomba tu e, wana Dar es Salaam watupe support. Mwisho wa siku e, hii biashara iwe kwetu ni, ni historia.